Mwanzo wa 17 mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo wa 17. 17 moja hadi pili. Tasoma Biblia nasema hivi, Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99 kenda 99, Bwana akamtokea Abraham, akamwambia Mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Bwana sifiwe. Ibrahim hapa alikuwa na miaka tisini na tisa, hajapata mtoto, lakini Mungu alimwahidi kwamba atafanyaje? Atambariki na kupitia yeye mataifa yote watajibarikia. Lakini hapa Mungu anamtokea anamwambia Nenda mbele zangu ukawe mkamilifu. Maana yake nenda ukawe mtakatifu, usijichanganye changanye na dhambi, usijichafue chafue, chafue, na dhambi. Nenda ukawe mkamilifu, ukishakuwa mkamilifu nami nitafanyaje? Nami nitafanya, nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Kumbe Ibrahim asipoenda mbele za Mungu kwa ukamilifu Mungu hawezi kufanya agano lake na yeye. Kumbe agano la Mungu na mtu linakuja pale anaposimama kwenye ukamilifu, Haleluya. Amen. Ili ufanikiwe lazima uende mbele za Mungu kwa ukamilifu wa moyo, ukinao ukamilifu wamoyo wao, baraka za ibe zinakuja juu yako.